Tumeweza kukua na kuanza kujenga kigango, hiyo miaka ya 2004, 2005, 2006 na ilipofika 2015 15, basi tuliteuliwa kuwa parokia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema ambayo ametutendea. Tumeweza kupiga hatua katika shughuli za kiroho, katika shughuli za miundo mbinu ya kanisa, lakini pia katika shughuli za kijamii. Kwa upande wa kiroho etu imeongezeka kwa maana idadi ya waamini uh, wa sasa hivi tuko zaidi ya elfu tatu lakini, pia pake yetu imeweza kuzaa kigango uh, mwaka jana baba Pastor Somba itangeza kuwa aui uh, ya teule ya Bikira Maria wa Fatima, ilichokai kigango cha cha Simba. Kwa hiyo muda si mrefu sasa hivi tunakisaidia ili kiweze kukua na kujenga nyumba upadri nmbalya kupata nyumba ya mapadri, basi utakafikia kamili. Lakini pia kimiundombinu, timeea kanisa zuri sana kwa liosari ao, ameona tumeweza kujenga uzio wa kanisa kwa nyumba ya mapadri, tuna maganja ya mapadri. Kwa hiyo kimiundombinu ni vizuri, tamshukuru Mungu. Lakini pia kiimani na kihuduma, mapadri wetu wa fathers wa mapaji uh, wa mateso ya Kristo wanatusaidia sana kutolea kiimani na kijamii. Uh, waamini wanapata huduma mbalimbali za masakramenti mbalimbali, na siku za Alhamisi mapaji hukwenda majumbani kuwatembelea wagonjwa na wazee ambao kwa hali zao hawawezi kufika kanisani kusali. Kwa kwa ufupi, pamke yetu imefurahi sana. Uh, tunashukuru Mungu, ametusaidia tumefanikiwa katika kumtumikia Mungu na kwa kweli naweza akasema ni mojawapo ya parokia ambazo ni za mfano eh, hapa katika jimbo letu la Bagamoyo. Hata katika majitoleo ya kutegemeza jimbo, parokia yetu inashika inachika nafasi nzuri. Ukichukua parokia tano za mwanzo katika jimbo letu la Bagamoyo, basi utaikosa parokia ya Yohane Mtume na Mwinjili kaza kuchangia shughuli za kijimbo. Uh, basi niwakaribishe sana uh, ndugu zangu waamini kutoka sehemu mbalimbali, parokia mbalimbali, mkiwa mnakuja maeneo ya Tegeta, msiache kupita katika parokia yetu. Tuna groto zuri sana ya Maria, busmama, ninja, la Mama Bikira Maria, mnaweza kukasali pale, lakini pia hata hapa niliposimama nieta kanisa dogo la kuabudia, kanisa la kisasa sana na ni zuri sana kwa kweli. Waamini wengi hapa ambao sio parokia hii baada ya kukunda makanisa dogo hapo, basi wanakuja kusali na kuzungumza na bwana wetu Kristu katika maombi mbalimbali. Basi niseme kwa niaba wanaparokia na baparoko leo katika sikabukiza kamati tendaji ya ali parokia yetu mtume na mwinjili, nasema asanteni sana waamina parokia hii kwa jinsi ambavyo mmetuunga mkono viongozi tumemuunga mkono baba paroko na tumeungana mkono sisi kwa sisi katika kujenga e, kanisa letu kiroho kimiundo mbinu na kijamii. Twende kumua Mwenyezi Mungu na somo wetu Mtakatifu mtume na mwinjili kwaendelea kuombea kwa Mungu na situjombea wenyewe, ili tuendelee kupanuka na kukua kiimani, ili kusudi kanisa la Mungu liweze kuenea na injili iweze kuenea kwa ajili ya kumtukuza Mungu lakini pia kwa ajili ya kumjua zaidi Mungu, kumpenda, kumtumikia na baadaye mbinguni kwa Yesu Kristo.